Shamba la miti wino lililopo halmashauri ya Madaba mkoani Ruvuma lenye ukubwa wa zaidi hekta elfu 39 linakumbwa na changamoto ya moto unaotokana na shughuli za kijamii ambazo zinafanywa na wananchi hasa wakati wa kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo, na katika kuondoa changamoto hiyo, serikali imeamua kuchukua baadhi ya maeneo ya vijiji vya Yerusalemu na Tunduma kwa ajili ya kupanda miti ikiwa ni sehemu ya kulinda hifadhi hiyo ya miti. Mheshimiwa Kapenjama Andile amekutana na viongozi pamoja na wakulima ambao wanafanya shughuli za kilimo katika vijiji vya Yerusalemu na Tunduma ambapo amewaeleza sababu ya serikali kutaka kuchukua baadhi ya maeneo ya vijiji hivyo ambavyo vinapakana na shamba hilo ikiwa ni sehemu ya kulinda shamba hilo na matukio ya moto. Lile shamba lazima liendelezwe. Moja ya hatari ya mashamba ya miti duniani kokote, sio hapa tu, ni moto. Unaweza ukalipuka saa yoyote na ukateketeza ukamaliza. Sasa ninyi mnafahamu mwaka jana, kuna vijana tuliwapoteza pale, walichomwa na moto kwa bahati mbaya, wakati wanafanya jitihada za kuzima ule moto uliokuwa unaenda kuunguza ule msitu, wakazingirwa na moto ukawachoma. Kule kwenye eneo la Yerusalemu pamoja na eneo la Tunduma, wananchi mnalima, sio kwamba serikali ina mpango wa kuwafukuza lakini serikali inaangalia uwezekano wa kuongeza eneo hasa kwa ajili ya ulinzi wa shamba la, la msitu hapa la Wino, kwamba tukiacha eneo liko holela holela, mioto inalipuka sana. Kwa kuna, kuna ardhi lazima iongezewe, eh, wazungu wanaita buffer zone. Ya buffer zone ndio kusema kama kinga fulani maeneo fulani lazima yatwaliwe, sio siyoyote. Daudi Mandingo mwakilishi kutoka shamba la misitu la Wino amesema changamoto kubwa katika shamba hilo ni moto ambao kwa asilimia kubwa unatokea katika maeneo ya Yerusalemu na Tunduma, sehemu ambazo wananchi wanafanya shughuli za kilimo. kulingana na lile eneo ya Yerusalemu jinsi lilivyo, eneo lile limepakana na hifadhi ya TFS ya Wino upande wa safu ya Mkongotema na safu ya Ifinga kiwalisia changamoto kubwa kwenye kazi za uhifadhi, changamoto mojawapo kubwa ni swala la mioto. Kwa hiyo kwa kipindi hiki toka hifadhi ile tumeianzisha pale, mioto asilimia kubwa inatoka upande wa Yerusalemu. Nafikiri natulisha tulishafika mara kadhaa kuitisha vikao kupiana elimu jinsi gani ya kudhibiti mioto. Kwa hiyo kwa hili ambalo lipo leo hapa ni lengo tu zuri. Nao baadhi ya wananchi ambao wanafanya shughuli za kilimo katika maeneo ya Yerusalemu na Tunduma wamekubali serikali ichukue baadhi ya maeneo katika vijiji hivyo, lakini wameiomba serikali ifuate utaratibu ambao hautaleta mgogoro. Yerusalemu, tukiruhusu eneo itaotakiwa kubebwa, barabara tutatengenezewa. Halmashauri haina hela kweli, kama ulivyosema, haina hela, tunalaramika kila siku tunaomba, hawana uwezo, lakini TFS f ina uwezo, na uwezo tumeuona, wameletewa sasa vyombo vya kisasa vipya vinavyoshughulika na nini na barabara. Umenielewa? Ndiyo maana hata Tunduma hiyo Tunduma, hao wachache ambao watabebewa maeneo yao, hao tunaobaki wengine tutanufaika kupitia barabara, madaraja na vitu vingine. Sasa mimi nikuombe, mkuu wa wilaya, hili jambo, wananchi msipate hofu, hili ardhi zitutatoa bila shida, kwa makubaliano mazuri na kwa michakato mizuri na kwa utaratibu mzuri. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usi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 vinapatikana kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0762042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana at vikindo underscore new underscore village 001. Ukiwaza kiwanja, waza vikindo new village, kiboko kabisa.